Bwana saidia kumgusa mwenza kumwambia, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Hakusikia maombi, hakusikia kilio chanu. Anasema anasikia harufu ya manukato, alafu inamridhisha. Unapotoa sadaka Mungu haangalii wingi au uchache. Mungu anaangalia moyo wa kupenda kutoa, na unatoaje? Sio kila sadaka Mungu anapokea. Anasema akasikia harufu ya kumridhisha. Kumbe sadaka ina harufu. Ninakutamkia kupitia somo la leo na neno hili, sadaka yako ipate harufu mbele za Bwana, sadaka yako ipokelewe mbele za Bwana. Sadaka yote ambayo umewahi kutoa imkumbushe Bwana jambo katika jina la Yesu aliye hai. Anasema, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena baada ya haya kila kilicho hai, kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na kuvuna, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kazi na wakati wa kushi, mchana na usiku, havitakoma koma Yaani sadaka ya mtu mmoja iliweka agano. Mungu anaapa sitaua tena kwa maji. Mpaka leo tunasimamishwa, hasira ya Mungu inazuiliwa kwa sababu ya sadaka ya mtu mmoja aliyetoa. Na Mungu akamwambia no, ikitokea hasira yangu imewaka au mvua kubwa inakuja nitaweka ngao. Hebu sema ngao. Hebu sema ngao. Wangapo wanaonaga ile kitu, mvua ikiwa inakuja inajikana inakaa hivi inaitwaje eh? inaitwa nini? inaitwa nini? sasa eh, ndio utajua Biblia sio kwamba ni kitu cha historia, ni kitu cha kweli. Mungu akamwambia nikileta mvua kubwa, nitaweka upinde kulikumbuka agano langu, na sadaka ya mtu mmoja aliyetoa. Tusome kitabu kile cha Torati, Torati 14:22 nisome chapu, soma kwa sauti Mike. Amna msile nyamafu yoyote Waweza kumpa mgeni aliye ndani ya malango yako waweza kumpa mgeni aliye ndani ya malango yako ili upate kula eh, au kum, kumliza mtu wa mataifa eh. Kwa kuwa wewe u taifa takatifu kwa Bwana, kwa kuwa wewe ni taifa takatifu kwa nani? Kwa Bwana Mungu wako. Kwa Bwana Mungu wako. Usimkose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Usimtokose ya, mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Usiache kutoa zaka, zaka ya fungu la kumi katika maongeo yote ya mbegu zako, hebu ehe, yatokayo yeah. yeah. ya shambani, ya shambani mwaka baada ya mwaka, mwaka, mwaka, nawe utakula mbele za Bwana. Kumbe unapotoa unakula mbele za Bwana nyumbani mwa Mungu ukiwa na chakula, kwani akashiba? Je, mtashiba, mashamba yatashiba? Kwa hiyo anakuambia mahali pengine ya leo, ukishafanikiwa, tambua anayekupa nguvu za kupata utajiri ni nani? Ni mimi. Una kazi, mtolee Mungu fungu la kumi. Umepata shambani, toa kikumi. Umepata gunia kumi, gunia moja ni ya Bwana Um, so mahali atakapochagua apakalishe jina lake. Maanake utapeleka zaka ya mashamba yako mahali atakapochagua kupalikalisha nini? Jina lake maanake, mahali alikotenga Mungu kama madhabahu. Ehe. Zaka ya nafaka zako. Ninatabiri kinabii siku tisini kuna watu wataitiwa kazini Natabiri tabiri kinabii siku tisini, kuna watu wataponywa. Siku tisini kuna jambo litatokea kwenye maisha yake, yaketsin ya watu wengi wanakaa wakati. Natabiri kweli kweli, ninatabiri siku tisini, kuna wengine siku kumi na nne nimesema, kuna wengine siku saba nimesema, kuna jambo litatokea. Kuna mtu siku tisini, anayemloga atakuwa amedondoka, amekwisha kuna mwingine anapita kwenye vita, kwenye familia, siku tisini anayempitisha atakuwa ameyeyuka kama maji. Ninatabiri, natabiri, natabiri, natabiri. Sema faya, sema faya, sema faya, kusemza. Siku tisini kuna jambo linatokea. Una imani? Kuna mwingine siku tisini naona batis nikiingia nyumbani kwake kuna mwingine siku tisini naona ndoa ya baraka inakuja nyumbani kwake. Kuna mwingine siku tisini anakutana na mtu sahihi, na atakuwa baraka kwenye maisha yake. Hebu sema na mimi, nitakuwa kwenye huo muumbo, sema nitakuwa kwenye huo unabii wa siku tisini siku tisini siku tisini Kuna mtu jambo la baraka litafanyika kwenye maisha yake, na amekuwa ni mtu wa kupita kamata kamata, na itakuwa una imani, una imani. Nasikia kelele ya mtoto nyumbani kwa mtu. Siku tisini, kuna kelele ya shangwe, derema, furaha itakayotokea nyumbani kwa mtu. Sema ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya siku tisini waliokufukuzia kwa ubaya watakuwa wameibika, wameshindwa, wamedondoka. Aliyekusimamia akakutukana, siku tisini atamaliza na wewe. Nina tabiri utavuka nao. Sijui kama kuna watu wananielewa mahali hapa. Nasema wataletwa nuruni kama Mungu wangu aisivyo, kila aliyekupiga, kila aliyekuendea, kila anayekutukana, kila aliyekushusha watashusha kabla ya Angalia mtu amekaa, sijui kama naongea na nani. Si kama naongea na mtu moja, si kama naongea na mtu moja. Yuko mtu uzao wake utainuliwa, yuko mtu mama wake atainuliwa, yuko mtu dada wake atainuliwa, yuko mtu mume wake atarudi, atakuwa kitu kimoja. Yuko mtu mchawi moja ataaibika kwenye familia, amewatesa kwa muda mrefu, atawatesa tena. Nisaidia kumgusa mwenza, kumwambia siku tisini imeshaachiliwa awe kaka mtu awe rafiki mtu awe jirani mtu awe mdogo mtu awe roho anabeba roho ya Kaini. Yeyote ambaye amekuwa lango la mateso kwenye maisha yako haitafika tarehe moja mwezi wa kwanza, haitafika tarehe moja mwezi wa kwanza. Na aliyetabiria utavuka mwaka na mume na mtoto, ninakutabiria utavuka, utavuka, utavuka. Sema ya ya ya ya ya ya ya ya ya Aliyetabiri kifo cha mgime wako atatangulia yeye. Aliyetabiri kifo cha kazi yako atatangulia yeye. Aliyetabiri kifo cha mtoto wako tumboni atatangulia yeye. Aliyetabiri utafanikiwa kwenye hiyo level atatangulia yeye, si kama kuna watu wameka. Ninamwona eh, dada ambaye anakwenda kumwokoa kaka yake. Kaka yake amekuwa ni mtu ambaye eleweki, lakini kupitia mchungaji wa kuzikazika, sikatai kwamba watu watakufa, wafe wenye kusudi lako ambao umewaita. We nikakataa, Mungu akaniambia niko tayari. Tangu nimekuja kwenye hii yanga, sidhani kama nimezika hata watu tano na sitazika, na sijaitwa kuzika. Nataka nizike watu waliomaliza kusudi nataka nizike wazee, nizike wamama, wa mama ambao wameshiba umri. Nataka nikutamkie, bado watoto wanakusubiri ukale keki zao, bado mtoto anakusubiri ukafae shela lake, kuna wazazi wanasubiriwa na watoto wao. Nakataa kifo cha muda mfupi. Hebu sema nakataa kifo cha muda mfupi. Kitabu cha Isaia inasemaje? siku za watu wangu ni siku, ni miaka ya miti. Wewe unakufa unaenda wapi? Sema fire. sema fire. Angalizo sema angalizo. Mama sema mama, usimpe mzee stress, msiwape wanaume stress As, mimi niko kama mke wako, kazi utapata yale maneno ukimtia mme wako anapata ujasiri na tumaini. Sasa kuna mwingine amezoea kitungua juu, hata kuokota kuni, pita kwenye shida zote, siku mme wako ana, sasa unafanya nini hapa nyumbani? Unaanza kuonyesha dharau na kejeli. Usimzike mme, tunamhitaji wewe. Si wape wanaume stress wasife, maana ni makaratasi wanaume, ni udongo tu sawa sawa. Mwe sehemu ya kuatia waume zenu moyo. Wanaume nawaombea, tupambane, tupambane. Mwanaume ni Mungu na pesa, kauli hii. Madhabahu ni vitu vingapi? Sema namba moja, Yesu. Sema Yesu. Eh, namba mbili akili, sema akili. Si akili ya mandazi, si akili tu tuamba unawaza uletewe kitunguu na mboga baba, yani useme wewe ili ucheke mbele ya mama wako. Ni umeona nyama ujaona, umeona mpaka usikana. Yani natakiwa uwe na akili. Namwambia baba <laughs> ikae hii hii, hii, tusile leo nyama hii elfu thelathini na, na naomba nishike, nataka tukawekeze pale dukani, tununue semendi tununue bati, nataka tujenge Anga, mwanamke angalia mbele leo, amewaka anapambana kufanya kazi ya uliza, anapambana kwa vyote kuendesha toyo, kuna siku atakama ataweza. Hakikisha unatazama mbele, kama mwanamke aza kuwekeza, wacha mambo ya kuwaza tu. Ehe, nimeona message uko na fulani, wacha upumbavu. Wanawake wenye akili hawawazi upumbavu, wanawaza maendeleo, wanawaza vitu vya baraka Eh hey, wewe wewe, huwezi ukamlinda mama yako hajamlinda licha wewe bana, una akili ya kutafuta hela, uwe na Yesu. Namba mbili aki si ya mandazi. Namba tatu pochi, sema pochi, fanya basi. Hivi madhabahu itaki watu maskini? Kani tangaze kila mazishi inayopangwa kwenye familia ya mtu aliyeokoka kwenye madhabahu, watakufa wao msema na kataa vilio mwaka huu, rudi yakosema na kataa vilio mwaka huu, sema kilio cha mume. Hata kama unapita vita, achana na vita, kamata nao la kinabii, lazima utavuka, lazima utavuka. Vita inapokuja inakuandaa. Msema sitakufa, nitaishi, niasimulia matendo makuu ya Bwana. Ninaona watu ambao mnalia sasa hivi, sasa baba, itakuwaje mbona nimechelewa? Kama kuna kijana wangu mmoja nilimpa unabii, bado hali ni mbaya, jana sijalala. Nikwambia, kijana wangu kuwa mvumilivu, kinachokuja unabii uko kazini, kutimia. Itatimia, lazima unabii ujaribiwe, lazima ipimwe. Nami nataka nikuapie kwenye madhabahu, hufi, hufi, hufi! Vinafiki vitapata adabu juu yako. Waliosema ngenge anadaiwa makao makauzi kama atamaliza, unamaliza tena, ukiwa na tumbo lako salama tena, ukiwa una shangwe. Ah, tutaona kama atajenga hiyo nyumba. Kati ya mtu ambaye atajenga nyumba ni wewe Bwana. Oh, tutaona kama kijana wake ataoa. Wanabalabuu anaoa anaoa anaoa anaoa, na tana siwakuoa, atazaa atazaa atazaa, na tena siwakuzaa. Vigelegele vitapigwa kwenye hiyo familia tutaona kama atashinda hii moja mbili tatu nani amesema madhabu inasema wanashinda si ndio kizazi kile kisichoshindwa kinashinda kama ni mama mko amesema ataondoka nyoko wewe, wewe sio nyoka wewe ni mtumishi wa Bwana aliyetwa lazima utadumu utatawala amesema ondoki mtu hapa funga mkono kama unaamini unabii huo mwambie mwenzako hafi mtu hapa abu ukipita barabani sema madhabuu imesema hafi mtu nikiwa namba moja, hafi mtu jana. Nilikuwa naomba Mungu nikawa namuuliza Mungu, sasa itakwaje Mungu alimbona ni mbaya? Ukipita huku unasangaa wana jeshi nini na, na nini, tutashinda kweli na hali hii na ukame huu? Mungu akaniambia, mwenye haki wangu ataishi kwa imani Mungu akaniambia sio, mwenye haki wangu tuwataishi kwa imani, wanaonitegemea mimi watavuka salama, wala watapatikana na msiba. Mwenye haki apatikane na msiba? Angalia mtu amekaa amekaapee. Kwenu hakuna msiba mkemwezaka, anayetarajia kifo kwa mtoto wako, kwako, kwa wewe, yeye. Yeye. Sema fire. Sema fire, Sema fire. Nilipomwambia Mungu akaniambia, hukumbuki nilisema na nawe mwezi wa nne? Nikamwambia, Mungu akaniambia, hukumbuki? nilikwambia waambie watu kuanzia mwezi wa nne wa tano wa sita wa saba wa kumi kumi na moja kutakuwa na vita kutakuwa na umwagikaji wa damu hukumbuki nilikwambia nikamwambia nakumbuka akaniambia bado ulimwambia nilikwambia siku hiyo watakaoshinda ni wale watakaa kwenye maombi watakaa magotini watanitazama mimi nakwambia mwanangu yeyote ambaye anakaa kwenye magoti anashikilia neno la kinabii anafanya ibada nakwambia hata, hata Osama akishuka Tanzania akapiga bomu watakatifu watashinda kanisa litashinda Nitashinda kwenye vita, siogopi wachawi, siogopi wanafiki, nitashinda. Nyosha ni mikono niko toka sema, siogopi, siogopi, siogopi, siogopi, siogopi. Sema siogopi, siogopi. Ninaona mitaji inakuja, ninaona watu sahi wanakuja, ninaona unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini hautakufa utatoka. Naona wakitega sumu, lakini hautakufa naona wakitega ajali, lakini hautakufa naona wakipanga mazishi yako, lakini utatoka. Naona wakipanga vilio, lakini utatoka, roba shaka wakipanga kifo cha mmewaka Lakituma ujambazi, atashinda kifo cha mkopo wako utashinda. Angalia mtu amekaa pa, ninatabiri nyanyuka, pokea ni la kwako, kwa hilo ni la kwako, kwa hilo ninamfunika kila mwanangu kwenye madhabahu, hata wale ambao wameyumba, network zimeyumba.